Kwa wale ndugu zetu wa Islamu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam eh, ala ashrafi ambiai wal walmusalimu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki wote. Jina langu naitwa Prophet IPM, senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo jijini Dar es Salaam Mbezi Beach Mbuyuni. Ninatumika hapa kama senior prophet wa huduma hii nikisaidiana na prophetess Lillian ambaye ni mke wangu kipenzi, na wachungaji wasaidizi katika huduma hii. Ninawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kuweza kunitii na kunipa nafasi ya upekee. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa, majukumu mbalimbali ya kifamilia, majukumu mbalimbali ya utekelezaji wa habari ambazo mnazifikisha katika jamii ya kitanzania na hata nje ya Tanzania, lakini mmeona vyema msikie wito wangu na kuweza kuja kunisikiliza mawili matatu ambayo natamani kuweza kushare nanyi ili mweze kuwafikishia umma wa Watanzania. Kama mnavyofahamu, huwa nina message fupi sana ninapokuja mbele ya habari au mbele ya waandishi wa habari, inakuwa ina message fupi sana. Uh, tarehe kumi na tisa tuliwatangazia juu ya habari na leo pia Mungu ametupa neema tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuweza kuwatangazia pia habari njema. Uh, nina habari njema kwa wanaume wote katika taifa letu la Tanzania, na habari hii ni kuwakusanya wanaume wote ambao wananifuatilia katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, na katika taifa hili kuweza kuzungumza nao tarehe 28 mwezi huu wa sita, 2025 na masuala muhimu ambayo natamani kuzungumza na wanaume ni kutokana na majukumu aliyonayo mwanaume. E, kama mnavyofahamu, nimekuwa nikizungumza mambo mengi sana katika social media dhidi ya utafutaji wa mwanaume, dhidi ya mapambano kwa mwanaume, yale anayoyapitia mwanaume. Bila Mungu hatuwezi na mimi ni mtu wa matokeo, napenda sana matokeo, na kwa sababu napenda matokeo e, yako maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa, wanaume wagumu gumu e, kumwamini Mungu, wanaume wabishi hawataki kwenda kanisani, wanaume wabishi hawataki kwenda misikitini. Lakini ukweli ni kwamba wanaume wanampenda sana Mungu, na tukiangalia historia ya mwanzo toka Mwenyezi Mungu alipoiumba hii dunia Ndugu, hmm, zetu wanasema alladhi lahu milki samawati wal ardhi, yani yeye ndo aliyeumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu alianza kumuumba mwanaume katika hii dunia akamuweka, baadaye akafatia mwanamke naye akawekwa ndani ya bustani ya Eden, lakini tunaona mwanaume ndo ametangulia kuwekwa katika ardhi ya hiye, Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akampa bustani ya Eden akamwambia mambo haya makuu mawili ilime na kuitunza kwa mwanaume ana majukumu makubwa sana duniani mawili la kwanza jukumu la kwanza kutunza bustani la pili ailime kwa hiyo wanaume wengi sana katika jamii yetu ya Kitanzania wamekuwa wakipambana kuhakikisha kwamba wanaweza kuzitimiza ndoto zao lakini imekuwa vigumu sana kutokana na changamoto za kimaisha, lakini pia kutokana na changamoto za baadhi ya maneno yasiyokuwa na ukweli kwa baadhi ya viongozi wenzetu wa dini waliopelekea kuziua imani zao, na mtu kusema, bwana, mimi kama mambo yenyewe ndo haya basi, mimi bora tu nisisali kabisa. Lakini tunatambua ya kwamba Mungu ndio kimbilio la wanadamu wote. Uwe jambazi, ukifa utahitaji kwenda kwa Mungu uwe mtakatifu utamuhitaji Mungu, usipokuwa mtakatifu utamuhitaji Mwenyezi Mungu. Hakuna namna yoyote mwanaume anaweza kamiia Mwenyezi Mungu, na kwa kulitambua hili sasa, ndio maana nimekuwa na hii eh, kongamano la tarehe 28 mwezi huu wa sita la wanaume kuhakikisha kwamba mwanaume anarudi katika levo yake katika uchumi nafahamu ya kwamba tunaongozwa kwenye dunia ambayo wako watu wanaoamini ushirikina na wako wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, vitabu vyote vimekataa ushirikina. Eh, walqur'anil hakim ala suratul hakim tanzilal azizir rahim, nayo inakataa ushirikina kwenye sura, una sura moja inaitwa lam yakuni alladhina kafaru e, min ahalil kitabu walmushrikina munfaqina hata taatia humul baina kule mbele inasema inna alladhina kafaru min ahli lkitabu wal mushrikina fi nnari jahannam khalidina fiha abada. Inakataza mambo ya ushirikina, lakini pia bibilia iko wazi, inasema washirikina wote wataingia katika nini? Ziwa la moto liwakalo na kiberiti. Kwa hiyo tuna, kuna ulazima wa kurudisha nguvu ya mwanaume katika uchumi, nguvu ya mwanaume kama Mwenyezi Mungu alivyompa kwa mara ya kwanza katika bustani ya Edeni, ailime bustani ya Edeni na aitunze bustani ya Edeni.